A, pengine wewe ni mama wa nyumbani, wewe ni mwanafunzi huko chuo, au wewe ni mjasiriamali, mfanyabiashara mdogo mdogo, au mfanyabiashara mkubwa, pengine wewe unaniangalia ni mwajiliwa wa serikali au taasisi binafsi, lakini mara nyingi sana umekuwa ukiwaza namna gani ambavyo unaweza kujiongezea kipato kupitia muda wako wa ziada. Sikiza nikwambie, nimekuwa nikitoa elimu mbalimbali kuhusu mbali, namna ambavyo mtu unaweza kutumia muda wako wa ziada kujiingizia kipato kikubwa sana yaani, ukaingiza laki mbili mpaka laki tano kila wiki kwa kutumia muda wako wa ziada. Chukua namba yangu kwenye bio sasa hivi ili niweze kukupa elimu namna ambavyo utatumia muda wako kwa usahihi na uweze kuingiza pesa nyingi sana. Naitwa Dkt Emmanuel, daktari wa afya ya binadamu. Karibu sana tuweze kushea fursa kwa pamoja n miaka ishirini ijayo utavunjika moyo sana kwa vitu ulivyoogopa kuvifanya. Ni nafuu ufanye halafu ukosee kuliko kutokufanya. Hakuna miugiza katika maendeleo. Usipoamua uwezi ukafanya kitu. Hata ukiwa wewe katika maisha yako ya nyumbani ya kawaida, umepata vihela vyako, unasema hivi havitoshi, ngoja nikusanye mpaka ziwe nyingi, hutajenga hata kibanda. Ni kuamua.